Je, wajua shirika kubwa zaidi duniani la masista? Najua uju shirika kubwa zaidi la masista duniani ni shirika la masista Wasalesiani wa Don Bosco. Shirika hili lilianzishwa mwaka wa elfu moja mia nane sabini na mbili na Mtakatifu Domenica Maria Mazzarello pamoja na Mtakatifu Yohane Bosco kila tarehe kumi na tatu mwezi wa tano tunaiadhimisha sherehe ya Mtakatifu Dominika Maria Mazzarello, mwanzilishi wa shirika la mabinti wa Maria Msaada wa Kristo, kwa umaarufu masista wa Salesiani wa Don Bosco. Wengi wetu tu tunawafahamu mapadri na mabrada wa Salesiani. Siku ya leo ningependa kuwa ambia kuhusu masista Wasalesiani. Mwanzilishi wa hili shirika la masista Wasalesiani ni Domenica Maria Mazzarello. Alizaliwa kule Italia kijiji cha Monesa. Mtakatifu huyu alipenda sana kuhudhuria misa na hasa alipenda, alikuwa na upendo kwa Ekaristi takatifu. Mtakatifu huyu alijifunza kushona nguo na akawa maarufu sana katika ushonaji wa nguo. Mtakatifu huyu siku moja alipata ndoto ambayo iliweza kuyabadilisha maisha yake. Katika hii ndoto aliona kundi kubwa la wasichana pamoja na masista wakimba na kusifu huku wakiwa na tabasamu la kweli. Sauti ilitoka katika hii ndoto ikamwambia, kundi Baadaye katika utume wa Maria Mazzarello kwa wasichana, huku akiwafundisha kufuma mavazi, alikutana na mtakatifu Yohane Bosco. Mtakatifu huyu Yohane Bosco alikuwa na kundi kubwa la vijana ambao alifanya utume kwao. Kwa hiyo kwa mtakatifu Yohane Bosco na Maria Mazzarello wakawa marafiki wa karibu. Na hivi ndivyo lilitokea. Maria Mazzarello na Don Bosco kulianzisha shirika la mabinti wa Maria msaada wa Kristo ambao kwa umaarufu wanaitwa Masista Wasalesiani. Masista hao Wasalesiani wanahudumia wasichana, shirika la Don Bosco likiwahudumia wavulana, lakini kwa pamoja shirika la Don Bosco na Mazzarello wanashirikiana kwa ukaribu. Leo hii, hapa Tanzania, shirika lipo kwenye jimbo kuu la Dar es Salaam, eneo la Temeke na kule jimbo la Morogoro eneo la Kihonda. Kule nchini Kenya wapo kwenye jimbo kuu la Nairobi, Moranga, Marsabit, lakini pia Embu. Maria Mazzarello aliwaachia wasichana wake hii kauli moja: kufanya kila mshono kama upendo kwa Mungu. Kufuatilia zaidi kwenye Namjua Don Bosco.